Asante kwa kusubscribe kupitia katika YouTube chaneli yetu, karibu uweze kufuatilia kile ambacho kimejili hii leo, kufuatia madai ya kusambaa kwa video katika mitandao mbalimbali ya kijamii, video ile ikidaiwa kwamba ni video ikionyesha miili ya Watanzania waliofariki katika siku ya maandamano ya Oktoba 29, siku ambayo pia iliambatana uchaguzi mkuu wa Tanzania, ambapo video hiyo imekuwa ikisambaa huku wengine wakisema kwamba kuna baadhi ya ndugu zao ambao walionekana katika video hiyo. Na video hiyo imedaiwa kutoka katika hospitali ya Mwananyamara ilisambazwa na mwanaharakati Mange Kimambi Kimambi, kupitia katika kurasa zake aliweza kuwajuza Watanzania kufuatia video hiyo ambayo imekuwa ikisambaa e, juu ya miili ya watu waliofariki katika siku ya maandamano. Sasa kufuatia kusambaa kwa madai ya video hiyo katika mitandao mbalimbali ya kijamii, Wizara ya Afya nchini Tanzania imeibuka na kuweza kutoa E, taarifa kamili kuhusiana na tuhuma hizo. Kwanza, Wizara ya Afya imesema kwamba Wizara ya Afya imeona picha ya video inayoonyesha miili ya watu ikiwa imewekwa pamoja na kuelezwa kwamba hapo ni hospitali ya Mwananyamara, Dar es Salaam. Wizara inapenda kukanusha uhalisia wa video hiyo ambayo imetengenezwa na wahalifu wenye nia ovu ya kuichafua nchi yetu. Wizara inawataka wote wanaotengeneza picha za kuzua taharuki na kuzihusisha na vituo vya kutolea huduma za afya kuacha mara moja, na inawasihi wananchi kuacha kusambaza picha hizo kuwa kufanya hivyo ni kuvunja sheria. Wananchi mnaomba kuendelea kuzamini huduma zinazotolewa katika hospitali, vituo vya afya na zahanati zetu, kwa kuwa kuzingatia weledi unaojali utu na msingi wa maadili ya utabibu. Hii ni taarifa kwa umma ambayo imetoka katika Wizara ya Afya, e, kufuatia kusambazwa kwa video ikionyesha miili ya watu waliofariki ikidaiwa kutoka katika hospitali ya Mwananyamala.